Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka sitini na saba marehemu baba wa taifa Mwalimu Nyerere alisema taifa letu linatumia zaidi ya asilimia ishirini ya bajeti ya taifa katika sekta ya elimu. Na kwa muktadha huo basi, sisi kama taifa tunapaswa kutathmini ubora wa elimu na na kama elimu hiyo tunayotoa kwa vijana wetu inakidhi mahitaji ya taifa letu. Kwa mawazo yangu, tathmini hiyo ya mwaka sitini na saba, pengine leo baada ya miaka hamsini na nane, tathmini hii ina uzito mkubwa zaidi kwetu kama ilivyokuwa huko nyuma. Nalisema hili kwa sababu tunatumia karibu milioni mia nane kwa mikopo ya elimu ya juu. Tunapaswa kutathmini, je, elimu inakidhi mahitaji ya soko la ajira? Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu mmoja mwenye busara aliwahi kusema, mataifa ambayo yanategemea rasilimali zilizoko juu ya ardhi uchumi wake utazidi kuimarika siku kadri siku zinapokwenda. Kwa nini alisema hivyo? alisema hivyo kwa sababu akili, ujuzi na maarifa ya watu yanaongezeka kuki, kila kukicha, tofauti na rasilimali zilizoko chini ya ardhi, siku moja zitamalizika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesema hayo niliyoyasema ili kuonyesha ni kwa kiasi gani elimu hasa elimu iliyo bora inaweza kulisaidia taifa kujenga maendeleo endelevu na ustawi kwa ujumla wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila ya kuwekeza kwenye sekta ya elimu na bila ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu inayokuza weledi, ujuzi na umahiri wao, hasa vijana wanayohitimu vyuo vikuu, bila shaka tutaendelea kuwa nyuma. Mimi kama mzazi na kama Mtanzania ninapo tathmini elimu ya vyuo vikuu ninabaini kama kuna kasoro mahali fulani, na nitazisema. Vyuo vikuu ni mahali ambapo tunategemea kutakuwa na mijadala ya kisomi inayojadili masuala ya uchumi na utafiti wa kisayansi. Wale ambao tunaikumbuka vizuri ukumbi wa Nkrumah chuo kikuu cha Dar es Salaam, mnaweza kukubaliana nami kwamba utamaduni wa kujadili hoja nzito na ajenda za kitaifa unazidi kupungua kadri siku zinavyokwenda. Sababu ya kuanguka kwa kiwango cha elimu kwangu mimi naiona ni moja tu mbinu zinazotumika katika kuwasomesha vijana wa chuo kikuu zimepitwa na wakati. Hivi sasa mkazo mkuu mkubwa zaidi unawekwa katika kufaulu mitihani na kukariri badala ya kutoa maarifa na ujuzi. Kwa maoni yangu tunatakiwa kufanya mambo manne ili tuimarishe umahiri wa vijana wetu, na haya hayahitaji fedha. La kwanza, badala ya kuwapa wanafunzi wa vyuo vikuu mitihani ya kuchagua majibu, tungewapa wanafunzi wa chuo kikuu wajibu mitihani kwa kutumia vitabu, wanaita open exam, open book exam na jambo hili si jipya. Wanasheria mahakimu wanatumia wanapoamua kesi, wanakusanya vitabu vya aina mbalimbali mbali. madaktari wanapoamua kesi za utibabu ngumu wanakusanya majarida kitaaluma mbali. Kwa nini wanafunzi tu walazimishe kukariri badala ya kutumia vitabu? Mi sioni mantiki. La pili Tuwape kazi maalum project nyingi kadri inavyowezekana. Wanafunzi wa chuo kikuu wanatakiwa kutengeneza mawazo na fikra. La tatu, tuwape kazi za kufanya uchambuzi na mapitio ya vitabu mbalimbali wanavyosoma. Na nne, tuwape kazi maalum za mawasilisho darasani. Nina hakika tukiyafanya hayo tutatoka hapa tulipo. Mheshimiwa Spika, karne ya ishirini na moja hahitaji watu wenye shahada nyingi za vyuo vikuu. Tunahitaji ujuzi na maarifa ya watu, watu wenye ujuzi na maarifa ya kufanya kazi. Ndiyo maana miaka eh, miaka minne iliyopita serikali ya China ilibadilisha vyuo vikuu mia sita vyuo vikuu mia sita kuwa vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Kwa ajili ya muktadha huo, rais wa Marekani rais mpya Trump mwaka jana alisema anataka kuanzisha chuo kikuu cha ujuzi na mafunzo ya kazi badala ya digrii za jumla jumla mjasiriamali ma, mjasiriamali maarufu duniani Elon Musk mwaka jana alisema anataka kuanzisha chuo kikuu cha teknolojia na sayansi badala ya kuwa na vyuo vikuu vya jumla jumla. Sasa Waingereza wana msemo maarufu, wanasema hivi, if gold rust what will iron do? Kama dhahabu inaota kutu, bati na shabati na chuma vitakuwaje? Nataka kusema nini? Nachotaka kusema hapa, kama China na Marekani wameiona kasoro, kwa nini Watanzania hatutaki kuiona kasoro? Mheshimiwa Mwenyekiti, hata pale tunapolazimika kutoa shahada za chuo kikuu kwa nini hatuangalii kozi ambazo zina uwezo wa kuajiri vijana na kutengeneza ajira na kushindana na wengine duniani? Nitatua mfano hivyo, katika karne hii tunafundisha kweli historia ya dunia badala ya kufundisha political science ambayo inajumuisha falsafa, historia na saikolojia? tunafundisha historia kweli? Tunaandaa watu wa taifa la namna gani? Tunasomesha manunuzi badala kufundisha ya kufundisha ujasiriamali na agri business, tunaandaa taifa la namna gani? Tunafundisha vijana sosiolojia badala ya kufundisha practical psychology au saikolojia ambayo inatumika katika kila nyanja za tunafundisha sosiolojia kweli? tunafundisha sarufi ya Kiingereza na Kiswahili badala ya kufundisha matumizi ya lugha katika muktadha maalum, yani applied linguistics and languages. Tunafundisha kweli sarufi katika karne hii? Tunafundisha fasihi badala ya kufundisha vijana wetu uandishi wa ubunifu yani creative writing. Mifano hii bila shaka waheshimiwa, iko mingi sana na sitaimaliza, lakini nimeona niseme mifano michache. Tuangalie tu kwamba hali yetu ya elimu ya chuo kikuu haiko vizuri sana tukinyamaza. Mwaka jana tulifanya mageuzi hapa ya sera ya elimu na mitaala, lakini sisi viongozi tuko kimya juu ya elimu ya chuo kikuu kama kwamba kama, kama, kama shwari. Mambo si shwari. Nilikuwa hivi karibuni nilikuwa naangalia na, kwenye YouTube na kuangalia mijadala ya wanafunzi wa chuo kikuu juu ya kauli ya mheshimiwa waziri mkuu kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu waende elimu ya VETA wakawa wanajadili, inaonekana kwamba asilimia tisini na tano hawakuridhika na kauli hiyo kama wanavyosema. Sasa mimi ushauri wangu nasema, kuna jambo la kufanya. Elimu yetu haiwezi kuwafanya vijana wakashindana na vijana, hata ukichukua mfano tu wa nchi zinazotuzunguka Afrika Mashariki, ukimchukua kijana ambaye amesoma shahada ya Kiswahili, sisemi Kiingereza, muweke kwenye mjadala wa dakika kumi, ni mahusiano ya ardhi na mbingu. Hii inadhihirisha kwamba elimu yetu mahali fulani ina kasoro, na sisi kama viongozi tusikae kimya, tuseme na kama nilivyosema, lakini tuseme na tutoe mapendekezo. Nimesema tu ya msingi, nimetoa mapendekezo ya mambo manne. Hayahitaji fedha, hayahitaji teknolojia, yanahitaji tu maamuzi. Na la mwisho, udahili wa wanafunzi wa vyuo vikuu. Vyuo vikuu vinavyofanya udahili wa wanafunzi, mimi nashangaa sana, hawaangalii umahiri weledi ujuzi na vipaji vya wanafunzi badala yake wanaangalia ufaulu wa kidato cha sita. Nitatoa mifano miwili ili munielewe. Mwanafunzi aliyehitimu kidato cha nne, akaamua kwenda kujiendeleza katika kiwango cha diploma, akafaulu diploma ya miaka mitatu ya sayansi ya tiba na utibabu ya miaka mitatu, na amefanya kazi ya uganga msaidizi kwa muda wa miaka minne. Anapotaka kwenda chuo kikuu anaulizwa cheti cha kidato cha sita kiko wapi? Tena cheti chenyewe cha ufaulu wa masomo matatu ambayo ni ya kukariri. Sasa, sasa mimi nauliza tu hii ni elimu gani? Tunatafuta nini? Mimi nilidhani kazi ya elimu ni kukuza vipaji na umahiri wa watu, ndio dhani kazi ya elimu hiyo. Kumbe kazi ya elimu tunayoifanya ni kukusanya watu wenye ufaulu ha. Mi nadhani si sawa, sisi kama viongozi si sawa. Mfano wa pili kijana amemaliza kidato cha nne amekwenda kusoma diploma ya miaka mitatu ya sheria ya miaka mitatu na amefanya kazi ya miaka mitano kwenye jamii ya huduma za sheria. Anapoomba nafasi ya chuo kikuu anaambiwa cheti cha kidato cha sita kiko wapi? Halafu anachukuliwa kijana ambaye ana ufaulu wa masomo matatu katika daraja la C. ame nauliza tu hii elimu, ni elimu inataka kutibu nini? Kama ushauri wangu, kama tuna wasiwasi na watu wanao e, wenye elimu ya kujiendeleza wenyewe, vyo vikuu maarufu duniani vinatumia njia tatu tu. Ya kwanza, wa Marekani wana mtihani unaitwa Standard Aptitude Test, unapima uweledi wa mwanafunzi. jambo la pili kuna, kuna, kuna vyuo vinatumia mtihani maalum wa kukuza weledi ambao wanaita foundation program na chuo kikuu huria cha Tanzania kinatumia utaratibu kwa nini conventional university hazitumii mimi sielewi